Kwa majina naitwa Juliana Joseph Samuyo. Ni mwenyeji wa mtaa wa Mkolani. Kero yangu ni kuhusu barabara ya password, kutoka barabara kuu kupandisha huku msikitini, barabara ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Kuna siku niliugua presha, yaani wananchi walichokifanya, gari ilishindwa kupandisha mpaka huku msikitini lakini ilibidi wananchi watengeneze machela wakaniweka juu ya machela wakanipeleka mpaka Kamanga. Ni neno la kusikitisha. Kwani jamani, viongozi kama viongozi, mnashindwa hata basi, hati sisi wenyewe tu wananchi tufanye maendeleo ya kulima ile barabara, angalau unapokuta mtu anaumwa au mama anataka kujifungua usafiri upatikane kwa haraka na kumpeleka hospitali. Siku ambayo wananipeleka hospitali, tulipofika maeneo na karibia Pasweli pale, kuna kijana fulani aliyekuwa amebeba lile chela, walikuwa wanne, mwingine akakanyaga vibaya kwenye mtaro, lile chela likaangukia upande mmoja, ikabidi nidondoke chini. Na mpaka leo ninapoongea na nanye, ubongo umeshuka sentimita ingia kwenye uti wa mgongo. Ni kwa sababu ya nini? Ya barabara yetu mbaya. Na kero nilizosikia, ratiba nilizosikia, utengenezaji wa barabara, sikusikia barabara ya ikiongelewa yake. Barabara hiyo kutokea lami barabara kuu ina kipande cha mawe, barabara yenye kiwango cha mawe, na kipande kilichobaki ndicho kipande ambacho kinaongelewa. Hivyo basi kutokana na mpango wa ujenzi wa barabara kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita barabara hiyo haikuweza kuwekwa kulingana na barabara nyingine tayari zilikuwa zimetangulia. Lakini kupitia hilo naomba niliongelee katika namna hii, kama alivyosema mama pale, utaratibu wa TARURA tunatengeneza barabara kulingana na fedha tunazopata na bajeti tulionayo kwa mwaka husika wa fedha, na kwa mwaka wa fedha ishirini na tano ishirini na sita kwa sababu password haipo, nilikuwa naomba, inaweza kutokea tukapata pesa kutoka vyanzo vya ndani, naomba tuitangulize hili kama kipaumbele, ikiwepo pia na barabara iliyoongelewa ya tenki la maji, kuiainisha kama barabara yenye kero kuu. Asante. Lakini pia katika kipindi hicho hicho, naomba ndugu wananchi, tushirikiane katika hilo barabara za kuunganisha kata na kata bado ni changamoto katika shule yetu. Maana msema kweli ni mpenzi, wote mnajua huko nyuma huko palitokea changamoto za hapa na pale, jiji la Mwanza likawa miongoni mwa majiji yenye changamoto ya barabara. Kwa hiyo wezi kupata kwa kila kitu, na baadhi ya maeneo tumepata miradi, lakini kwenye barabara pia tunapata hata nikisimama hapa nitawaambia pesa tulizopata lakini uwezo wa kutengeneza barabara zote kwa kiwango cha mawe kiwango cha zege na kiwango cha lami wa Nyamagana bado tuna kilomita nyingi sana. Kwa hiyo nataka niwaambie katika mambo ambayo tumeitaarifu mamlaka kwamba pamoja na miradi hii mliyotupatia, lakini ajenda itakayofuatia iwe ni barabara. Tumeshapeleka mpaka naandiko. Kwa hiyo ninayo furaha kuwajulisha kwamba fedha zimeshaongezewa bajeti kutoka bilioni mbili bilioni 4 kila mwaka na ndio maana utaona, katika kipindi kifupi cha miaka minne Mwanza tumeendelea kujenga barabara kwa kiwango cha mawe na kwa kiwango cha rami, na nyinyi wananchi wa mkorani ni wanufaika. Nataka niwahakikishie kwamba katika awamu ijayo kuanzia bajeti ya mwaka wa fedha ishirini ishirini na saba thelathini mpaka tumejipanga kimkakati ili kuhakikisha changamoto ya barabara katika jiji la Mwanza na yenyewe tunakwenda kuitatua, kama ambavyo tumeendelea kutatua changamoto mbalimbali mbali katika miradi mbali mbalimbali ya maji. Sasa kwenye kipande cha cha passion nani password pamoja na tenki la maji naomba niwahakikishie madam, leo nimefika hapa. Na kwenye budget ya Tarura kuna barabara nyingi hapa nyinyi mmepata lakini tenki la maji na password hakuna, naomba niwaambie, tajenga tutajenga kwa vyanzo vyetu vya ndani. Sawa. Sasa namwelekeza manager wa Tarura, Jumatatu hebu niletee hizo gharama za hiyo za hizo barabara, ili kwenye huu mwaka wa fedha tunaoenda kuuanzia ishirini na tano ishirini na sita tukikusanya mapato na wananchi wakikusanya vizuri barabara, katika barabara takazoziwekea vipaumbele iwe ni pamoja na nyinyi katika maeneo yenu. Umeelewana, maana eh? Eh, misha ameshaniambia valuation imeshafanya kama tulivyofanya maeneo mengine na maeneo mengine, maana kwenye mwaka huu wa fedha peke yake, na kwa kweli kupitia kwenu tumshukuru sana mkurugenzi wa Jiji la Mwanza kwa namna ya kipekee ambavyo amb